Ajina, naitwa Lapatino, ndio nimezoeleka kwa jina hilo. Mashindano hayo sasa, mashindano haya yameanza sasa kwa msimu wa pili. Msimu wa kwanza ilikuwa 2024 tulikuwa tunasema King Mapung'o Cup 2024 na tunaishi nao, lakini sasa ni msimu wa pili ambao ni 2025 na, na tunasema Mapung'o Cup 2025 atakaye na aje. Tulianza kama kawaida mwaka jana tuliweka zawadi ya kiasi cha shilingi milioni kumi lakini ilikuwa na mgawanyiko lakini vilevile vile. Msimu huu pia tumeweka milioni kumi lakini ikiwa na mgawanyiko kama ifuatavyo: mshindi wa kwanza atapata kiasi cha shilingi milioni tano laki tano, lakini mshindi wa pili atapata kiasi cha shilingi milioni tatu laki tano, lakini tuna zawadi binafsi ambazo mchezaji bora, mfungaji bora, golikipa bora, timu yenye nidhamu ni watapata laki mbili, mbili lakini tuna kipengele kingine cha, cha mchezaji chipukizi atapata laki moja na kocha bora atapata laki moja huo ndo mgawanyiko wa zawadi zetu ambazo ukizijumlisha unapata kiasi cha shilingi milioni kumi lakini naomba nigusie tumegusa timu kumi na mbili ambazo zinashiriki mashindano haya kwa hiyo tutaenda nayo kwa mfumo wa makundi na sasa tumecheza mchezo wa kwanza huu ni mfumo wa kundi la kwanza ambao ni kundi A. Tumeona mchezo wa leo ambao unategemewa kuisha kwa dakika 5 zilizobaki, ambao ni mabasi wakichuana vikali na Nyakagwe. Kwa hiyo ni kundi A, na tutakuwa tukifuata mfumo huo mpaka kumpata mshindi ambaye atachukua kiasi cha shilingi milioni 5 laki 5. Timu zilizoshiriki zilizoshiriki mashindano haya tumegusa katika mikoa mitatu ambayo ni mkoa wa Shinyanga, mkoa wa Geita na Mwanza. Kwa hiyo na msimu uliopita pia tuligusa hivyo hivyo. Hata msimu huu tumegusa hivyo hivyo. Kwa hiyo ni mikoa mitatu ndo tumezihusisha katika mashindano haya, King Mapung'o Cup 2025 atakaye na aje. Kwa majina, naitwa Mapung'o Pasco Mapung'o, alimaarufu King Mapung'o. Mimi baada ya ya kijana mwandaaji kunifata na wazo lake, kwamba tunahitaji tuwaunganishe vijana tutafute vipaji kwa ajili ya kuwapa ya kuwa ajira yao vijana. Hii ni ajira kwao, tunaamini vipaji vyao vinaweza vikawafikisha mbali. Mashindano haya yalizaa matunda kwa sababu timu ya Nyakagwe FC ndio walikuwa mabingwa hapa, lakini matunda hayo yameenda kunifanya timu hii kuwa mabingwa wa mkoa. Tumeenda kushiriki kikanda Kahama, tulikuwa kanda ya Kahama na tukawa washindi watatu. Kwa hiyo mashindano haya yalitusaidia kupata vipaji vya kutengeneza timu ya mkoa tofauti. Mashindano haya ya mwaka huu yana vipaji vingi, watu wameitikia, timu nyingi zimeitikia, zimesajili vizuri tofauti na mwaka 24. Kwa hiyo timu hizi zimejiandaa vizuri sana. Bila shaka umeona mpaka sasa hapajapatikana goli lolote. Timu zime, zime, zimeomba ishirini na nne tuliwatafuta, ishirini na tano wametafuta wenyewe, timu ndio zimeomba. Tumejiandaa kwa mashindano ya King Mapung'o.